Kwamba ni bora ukawa na bima yako ya afya, kwa sababu huijui siku utakapougua, ili uweze kupata matibabu kwa uhakika zaidi. Tukijiridhisha tutahakikisha kwamba na wenyewe wanapata haki hiyo, wakapate matibabu kunako husika Juwa tatizo ni hatua muhimu, lakini kukaa na tatizo bila tiba nao ni tatizo. Kwa hiyo wale ambao tutagundua kwamba hawa kwa kweli hawezi kwenda hata Dar es Salaam, mtu unaweza kumwambia eh, haya nenda, hata hiyo nauli hana, sasa hayo matibabu atayaweza? Unajua kabisa uwezo hana hao kwa kweli, tukijiridhisha tutahakikisha kwamba na wenyewe wanapata haki hiyo, wakapate matibabu kunako husika. Natambua Dr Kisemi zoezi linaloendelea wagonjwa mtakao we, wapima na hasa magonjwa ya moyo eh, kuna wengine nimeambiwa karibia 66 mmewarifaa me, kwenda Dar es Salaam mnaweza mkamlivaa mtu mwenye uwezo, lakini mwingine hana uwezo. Kwa hiyo tuendelee na zoezi la kuhakiki kuangalia, ili wale ambao kwa kweli hawana uwezo na mtu amekuja kugundua tatizo halafu mwisho wa yote anakata tamaa kwamba mimi nimejulikana na tatizo lakini sina uwezo, kwa hiyo mimi nabaki ni mtu wa kusubiri kufa. Hapana, hapana wale kabisa ambao utagundua hana uwezo na mmewapa kwamba rufaa kwenda kule, ni tuwasiliane na ofisi yangu, ili na mimi nione namna ambapo serikali eh, tuweze kuomba wale wasio na uwezo tuweze kuwasaidia wakapate matibabu hayo. Kila binadamu ni mgonjwa wa mtarajiwa, lakini huijui siku. Uongo kweli sisi tumejaliwa kuwa tunafanya kazi mbalimbali mbali. Lakini pia tunazo kazi ambazo za kutuingizia kipato cha kupata hela ya kula ya ya kwa siku. Uongo kweli, huijui akiba ya baadaye, na magonjwa haya hayana tarehe, kwamba kuna mkataba kwamba mimi nitaumwa tarehe fulani. Hapana. Sasa ili kuondokana na jambo hilo, ni washawishi mkubaliano na mpango wa serikali eh, ambao Dkt. Samia ameahidi bima ya afya kwa Watanzania wote, kwamba ni bora ukawa na bima yako ya afya, kwa sababu huijui siku utakapougua ili uweze kupata matibabu kwa uhakika zaidi. Tunaendelea kuhamasisha wananchi kujiunga na bima ya afya. Utapata matibabu mahali popote, uwe na hela usiwe na hela. Unaweza kuwa unafanya kazi za, ku, za, za, za, za, za kutumia nguvu kila siku, nimeenda saiti nimefanya hiki, nilikuwa gereji, lakini kuna siku ukiumwa hutaenda gereji, hutokwenda shamba. Kwa hiyo utachukua kadi yako na kwenda kupata huduma ya afya. Kwa hiyo na nyie mlioko hapa muupate huo ujumbe lakini pia niwapongeze na muendelee kwa zoezi hili. Na zoezi hili lilikuwa linahitimishwa kesho tarehe saba. Nikamwambia Daktari Kisengi, bwana, please, kwa mwamko huu, na wakuu wa wilaya wamefanya kazi kubwa ya kuwahamasisha, hebu ongeza siku. Tunakushukuru sana sana, eh, sana.